Nashukuru kwamba Sheikh wa wilaya ya Manyoni pamoja na management yake ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania Bakwata wilaya ya Manyoni kupokea eh, slogan ya Mheshimiwa Mufti na, eh, na, na maono yake Mheshimiwa Mufti, hatimaye eh, leo tunaibuka mkoa wa Singida kuwa na hekari eneo eh, hili lisilopungua mia na ishirini kupatikana mafunzo ya malezi ambayo watakuwa yakipatikana hapa, lakini na kuhifadhi Qur'an. Na binafsi eh, ninashukuru uongozi wa baraza wilaya kwa kusikia kutii, kufuata maelekezo yale ambayo nawaelekeza wito na ushauri, na kuwataka mashehe wote wa wilaya mkoa huu wa Singida, ni waombe wawe wasikivu na wawe watifu. Na leo nimetekeleza ahadi yangu ya kuleta tofali mia tatu hapa, nimekabidhi takriban laki tatu hapo msikitini. Mmoja miongoni mwa vijana wangu hapa ameniunga mkono na yeye pia, e, kutoa e, laki moja, imefika laki nne ambayo ni sawa sawa na matofali mia nne. Nini ninachotaka kusema? Naomba sasa wadau mbalimbali wa ndani ya nchi na nje ya nchi, ndani ya mkoa wa Singida wananchi wa mkoa wa Singida walione hili jambo kwamba ni jambo letu na linahitajika kwamba tuunge mkono kwa namna moja au nyingine. E, mwenye uwezo wa kuweza kutoa tofali mia moja ambayo ni sana laki moja, kitu kidogo sana, ni jambo ambalo linawezekana. Lakini kipekee kabisa kupitia misikiti yetu iliyoko ndani ya mkoa wa Singida na mwelekeza katibu wangu wa mkoa, Mheshimiwa katibu wa mkoa, naomba nipate ni, ni, ni taarifa ya kwamba misikiti ndani ya mkoa wa Singida imechangia laki moja moja, ili kusudi hatua ya ujenzi huu uweze kufanyika zaidi Singida. Na wadau wengi miongoni mwao uh, yuko Mohammed Dewji ni mdau mkubwa, mzao wa Singida. Embu salamu hizi zikufikie Mohammed Dewji, popote pale ulipo, tupa jicho lako hapa, lete nguvu zako hapa lakini tunaye mzee wetu Azim Deuchi ni mmoja Msingida na mtu maarufu katika nchi hii. na amefanya mambo makubwa na mengi kabisa katika nchi yetu hii ya Singida, na yeye pia tunamuomba ali atupe jicho lake hapa. Lakini kuna wana Singida wako nje ya nchi huko, waone kuna waliokuwa Marekani, kuna waliokuwa Uingereza, kuna waliokuwa Omani, kuna waliokuwa Dubai, kuna waliokuwa walio Qatar, wote na toa wito washime wa wito huu waje watuunge mkono Singida, bila majungu inawezekana. Maendeleo ndani ya mkoa wa Singida, bila hasadi na chuki inawezekana.